Kutokana na mazingira na situation nzima hatutakuwa like like, like, kia na muda mrefu wa kuongea zaidi ya dakika mbili au dakika moja. Lakini ni kwamba kwa kifupi tu niwahakikishie mimi ni mzima mpaka sasa hivi. Niko vyema kabisa kiafya, kiakili na vinginevyo. Na hata wenzangu watatu nikimaanisha Moni, Bin Laden, producer wetu pamoja na Ima, na kazi yetu pale Tongwe wote tu wazima. Niwahakikishie narudia tena kwamba sisi mpaka sasa hivi ni wazima, tunaendelea vizuri. Wetu pamoja na Ima wakazi wetu pale Tongwe wote tu wazima. ni wahakikishie na rudia tena kwamba sisi kwa sasa hivi ni wazima, tunaendelea vizuri. Tupo katika taratibu za kuweza kutoa taarifa ya tukio zima ambalo limetokea. Taratibu hizo zinatufunga tusiweze kuongea chochote kwa sasa hivi, lakini katiba ambayo naweza kuwapa, tukishinda kesho Jumapili, siku ya Jumatatu nadhani tutakuwa kuna press conference ambayo tutaweza kutana na kuongea the whole story. Kwa sasa hivi labda mturuhusu tuende tukapumzike na nawashukuru, lakini kikubwa zaidi niseme asante, asante kwa watanzania wote, asante kwa mashabiki wote, asante kwa wapenzi wote, wasanii wote. Sijapata nafasi ya kuingia kwenye mitandao, lakini nimepata hadithi zote.